Ndo akaja akaona ningizia vidole nyuma na mbele. Paka kaniambia paka nitoke na mbele nitoke kizazi ndo uondoke. Binti mmoja mwenye umri wa miaka kumi na tisa ambaye jina lake limehifadhiwa, mkazi wa kata ya Sokoni Sokoniwani, mkoani Arusha amedai kwamba amebakwa pamoja na kuingiziwa vidole katika sehemu za siri na haja kubwa. Binti huyo amedai kubakwa na wanaume wawili akiwepo mpenzi wake wa wake Derick pamoja na Yohana huku chanzo kikitajwa kuwa Dereki aliamua kumpigia simu Yohana na kumuita kuja nyumbani alipokuwa na binti huyo. Kutokana na kwamba awali Yohana alikuwa na mahusiano na binti huyo, jambo lilopelekea kutengeneza wivu na kuamua kutekeleza tukio hilo. Akaniita akaniambia niende nikamsaidia kufua. Akaniambia niende nikamsaidia kufua. Nilipofika hiyo jioni akaniambia tusifue sasa hivi tutafua kesho asubuhi. Hiyo asubuhi tukaamka yeye akaenda kununua sabuni, akachota na maji, mimi nikafua, yeye akanika nguo. Baada ya hapo akaenda kununua maziwa tukapika chai. Akapigia simu, akaniambia kuna kazi anaenda kufanya, kwa hiyo hata kunywa chai, akasema anaenda kuangalia hiyo kazi alafu anarudi. Akarudi baadaye, akaona niuliza masuala ya ajabu ajabu, amerudi amekasirika, akaniuliza kuna simu yake nilikuwa naye na laini. Akaniuliza ile line yangu ipo, nikamwambia ndio. Akaniambia kanletee laini yangu, nikamwambia dada yangu sasa hivi itakuwa haipo nyumbani ila acha nikamtafute. Baadaye mimi nafungua mlango, akaniambia nisifungue huo mlango, achana naye. Baadaye hapo akanionyesha namba ya Yohana kwamba hii namba unajua? Nikamwambia ndio. huyu mtu ni nani yako? Nikamwambia alikuwa mtu wangu lakini sasa hivi shaachana naye. Baadaye akampigia simu akaambia njoo yule mtu yuko hapo ndani. Yaona akafika pale. Akaingia ndani na wakafunga mlango na kufuli. Akaanza kuniuliza maswali. Nikijibu swali, Derek akawa ananipiga sana, anachangamkia sana kunipiga. Baadaye mimi nilitoka nyumbani nikatoka na simu, simu lakini, ya dada yangu. Sikumuomba kweli simu ya ya ya dada yangu, lakini yeye akawa ananipiga kisa maswali ya simu ya dada yangu kwamba nimemwibia dada yangu lakini hiyo swala la dada angu lakini ilikuwa haimuhusu yeye. Baadaye Yohana akamwambia hivyo kwamba wewe usimpige wala usimuulize maswali, huyo aende kitandani. Baadaye Dedika akaniambia nivue nguo, mi nikawa nakataa, wakanilazimisha kuvua nguo, nikavua nguo, wakadumukiza ndani ya karai, wakanimwagia maji huko. Alafu nikawa nimetoka ndani ya karai. Akaniambia nipande kitandani lakini kwa nakataa, aka Yohana akanisukuma kitandani nikaangukia huko, baadaye akaniingilia Yohana. Alivyoniingilia Yohana, Yohana akamwambia mwanzake, kwanza amenichosha mimi. Deriki akasema kumbe anakuchosha, hebu sogea hapo mimi nimuonyeshe. Akaja Deriki akananiingizia vidole mpaka akasema ana ata atatoka na kizazi ndo niondoke. Baada ya mi kupiga kelele, wakawa wamewasha redio sauti kubwa. Yoana Deriki akasema natoka na kizazi. Baadaye Yohana akamwongelesha Deriki kwamba wamemwongelesha kilugha, ndo Deriki pale aliponiachia mimi na nikapata msaada adi wa kutoka hadi nje. Na ni kwa muda gani Yoana aliniingilia? Aliniingilia tu kwa muda mchache lakini Derek akawa ananiingizia vidole kwa muda mrefu kidogo, kama nusu saa hivi ananiingizia vidole. Hapana, ilikuwa hivi. Yoana ndo alianza kuniingilia, alivyoniingilia, Yoana akamwambia mwenzake kwamba namchosha, naangaika. baadaye Derek akasema sogea hapo. mimi nikawa nimepiga kelele, Derek akawasha redio nikawa sisikii huko nje nikipiga kelele. Derek ndo akaja ananiingizia vidole nyuma na mbele, mpaka akaniambia mpaka nitoke na kizazi ndo uondoke. Ndo hapo Yohana alipomwita na kumtoa pale, akaongea naye, nikawa nikatoka pale mimi nikavaa nguo nikatoka, nika nikatoka nje na kwenda kukimbilia kwa mama mmoja, ndo akanisaidia. umeenda hospitali? hospitali nimeenda ye. nimeenda hiyo juzi hospitali, lakini nilipofika hospitali ile dokta ana haraka hata kunichunguza hajanichunguza yani ninavyotakiwa. Kwanza yeye akaona haraka zake, kanichunguza tukakimbia. Bado naumwa hata jana usiku sikulala, bado naumwa tumbo dogo, alafu linaniuma sana mm. Na, polisi kwa, kwa ile siku walikuwa wanaongea kweli kitu kinachoeleweka, lakini leo kuna wengine wanabadilisha badilisha maswali Para. Mara huyo anasema kwa nini umepeleka hiyo taarifa hadi kwa nani Mwandishi wa habari, ilikuwa hivi, Yoana alikuwa mtu wangu wa zamani, lakini shaachana naye livoachana naye. Derik alivojua kwamba nilikuwa na mahusiano na Yoana akaongea na Yoana kwamba yule mtu yuko hapo ndani. Mi niliachana na Yoana kwamba tulikuwa tunagumbana, ndo hivo sa, wakawa marafiki ndo wakafanya hivo. Kwa Deriki kweli nilienda mara mbili tangia tumeanza mahusiano mara ya pili ndo hiyo ya juzi. Mara ya kwanza nilienda tarehe sita. Kushangaza, polisi hawakunipa ushirikiano wa kutosha, waliniambia kwamba mlete huyo binti kituoni na huyo kijana. Swali so, langu likabaki kwao. Je, mimi mwenye kiti niko peke yangu ninawezaje kumchukua huyu mwalifu mpaka nimfikishe kituoni, wakati wananchi bado wana hasira kali, wanataka kumkamata huyu kijana waendelee kumpiga. mm -hmm. Hapo sikufanikiwa kwa upande wa jeshi la polisi. Nilifanya jitihada binafsi, nikatafuta usafiri, katokea msamaria mwema, mm, mwananchi mmoja, tukampakia kwenye gari tukamchukua na huyo binti, tukampeleka mpaka kituo cha polisi. Huyo mwingine tayari ameshikiliwa, yule wa kwanza tayari yuko kwa kituoni, lakini huyu wa pili tulimkamata jana jioni, na tulimtumia pia yule binti kumvuta yule kijana karibu. Yule binti alipotoka kule, akaendelea kuchati na huyo kijana mpaka wakaitana akamvuta pembeni wakaendelea kuongea, huo binti akaondoka. Baada ya binti kuondoka, ndo askari saa akaja akamkamata kijana bila hata kusumbua.